Mocco Genius mtayarishaji wa muziki na mwimbaji kutokea nchini Tanzania, sasa hivi anafanya vizuri sana kwenye Waves za Bongo Flava na track yake inaitwa Fitting, amemshirikisha Marioo Toto Badi. Na hii si track ya kwanza kukutana kwa pamoja, utakumbuka mwaka mmoja uliopita walikutana kwenye track inaitwa Mi Nawe, ambayo pia ilifanya vizuri sana challenge na sem mm, tofauti tofauti, na ukiangalia YouTube mpaka sasa hivi na views milioni 3.8 Fitting ambayo tunaizungumzia sasa hivi inafanya vizuri sana sana sana sana, ukienda TikTok challenge za kutosha, lakini kama utapita Audio Mac utaiona iko pale trending nafasi ya kwanza juu kabisa. Lakini ukiacha hivyo, ukienda YouTube nchini Tanzania ipo trending nafasi ya tatu, ikiwa na siku chache tangu imetoka, inafanya poa. By the way, Fitting ni ngoma kali sana sana sana. Kuna vitu vingi sana inabidi tuweze kuzungumza na Mocco Genius. Mimi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa taya mteme wake nangu, mnasemaje? E bana, tuanze na Mocco Genius atuambie Fitting idea yake imetokana nini, lakini pia kuna Koka, neno kenyewe fitting ilikuwaje mpaka tukapata hiyo fitting? Yeah, sure. Uh, wimbo uh, ni wa mapenzi tu, ku just kumwimbia tu uh, mpenzi wako na nini lemnavyopendana na neno mnapopendana na neno fitting fitting uh, na matching matching limetokana na fitting and matching. Lakini kwa sababu mtu kumwambia we are fitting we are matching like ni kitu yani, ni maneno mazuri na lakini sisi tumetaka tu tubadilishe Tumeamua tu kuimba ile kama kishamba kawaida, like we are fitting, matching. Lakini neno kamili ni fitting and matching. So ya kuhusiana na title hii. Ni kitu gani ulikiona kwenye mimi nao ulivyofanya na Mario? Ukaona sio case ufanye naye kazi nyingine tena. Mwisho wa siku mmeleta hii hapa fitting. Yeah, of course, ni wimbo wangu, wa, wa pili na Mario. Uh, kwanza chemistry kusema kweli, tuna chemistry nzuri sana tukifanyaga kazi waga inakuwa kama hivi unaviona Mwendo mzuri nyimbo inatembea inafanya vizuri kwenye sa, kila sehemu. Kwa hiyo nadhani kwenye kitu namba moja ambacho ni cha kuzingatia, kwa sababu lengo la kufanya kazi ni ipate mafanikio, na tunashukuru tukifanya kazi mashabiki wanazipokea vizuri, lakini pia kwa sababu ya vile ambavyo tunaishi Um, kama majamaa, lakini lakini tunapenda vitu tunavyofanya, anapenda kunisupport, mimi napenda msikio wake, pia ni shabiki yake, so nadhani, inakuwa rahisi kufanya kwa sababu ya vile ambavyo tunaishi kama uh, jamaa sana. Moko Genius umefanya kazi mbili na Mario, lakini pia umeshafanya kazi tofauti tofauti na Ali Kiba, King Kiba, na kazi ambazo umewashirikisha hawa wasanii zimefanya poa sana sana sana. Natamani kufahamu kitu kutoka kwako, kuna ugumu gani kufanya kazi na hawa wasanii wawili, Mario pamoja na Ali Kiba. Ndio, kufanya kazi na Mario kusema kweli hamna changamoto kwa sababu ni msanii ambaye uwezo wake upo mkubwa, experience kubwa pia, mwandishi noma kabisa hivyo. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho yeye akifanya waga anafanya vile ambavyo waga anaweza kufanya, kwa sababu ni tayari ana ana, ana, ana, ana uzoefu. Lakini pia mtu kama Alikiba pia ni mkongo kwenye game, tunajua uwezo wake. Ni watu ambao wanapenda kufanya nao kazi, kwa sababu ya vile ambavyo wenyewe wana, wana, ni mafundi yani, yani, wana, wanafanya muziki mzuri, lakini mimi pia napenda sana muziki yao, kwa hiyo dasa inapenda kufanya kazi na mtu kama Ali, mtu kama Marioo kwa sababu ni ukiachana na ushikaji wetu, lakini pia inapenda sana muziki wao. Katibu Mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, Gelson Msigwa, juzi kati hapa alituambia kwamba um, wameamua muziki wa Singeli ndio we utambulisho wetu kimataifa kwa sababu wamefanya research na kugundua kwamba muziki huu upo Tanzania tu na sio sehemu nyingine. Wewe ni mtayarishaji wa muziki lakini pia ni mwimbaji n ni mdau 100% wa muziki wa Tanzania. Kwa ni sahihi tuwakilishwe kimataifa na, na, na muziki sababu ni mziki mzuri kwa sababu kigezo ambacho kimezingatiwa ni mziki ambao umetoka Tanzania na kusema ukweli Singeli haipatikani sehemu yote duniani. Kwa hiyo ikienda sehemu yote, chimbuko ni Tanzania. Kwa hiyo kusema Singeli inawakilisha Tanzania kwa sababu chimbuko lake ni Tanzania pia. Kwa hiyo sio kitu kibaya, ni kitu kizuri, ni mziki mzuri. Mimi pia napenda sana Singeli kusema ukweli. Kwa hiyo sidhani kama kuna wazo la kufikiria kitu kingine lakini singeli ni msiki mzuri. anaitwa Mocco Genius, umemsikia vizuri kabisa. Nini maoni yako katika haya ambayo ameyazungumza? Mi naitwa Sadi TZ, mbeba maoni ya mtaa. Taa ya mtaa imewaka nangu, mnasemaje? Fanya kusubscribe kama hujasubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Naenda Instagram nitafute kwa jina la Sadi TZ underscore official. Ukienda X pamoja na TikTok nitafute kwa jina la Sadi underscore TZ Hi.